Ni furaha yangu leo tarehe moja ya mwezi wa tano elfu mbili na ishirini na tano na nazungumza na Khadija Ali Ahmed eh, founder CEO wa STK Coaching eh, ambaye eh, leo hii ndio wa mgeni wangu eh, katika mandhari haya mazuri kabisa ya testimi. Kwa nini tunafanyia testimi nitakujuza hapo baadaye, na kwa nini eh, nimeamua kuzungumza na founder huyu eh, wa hii Coaching Company STK eh, Khadija Ali Ahmed eh, nitakujuza mm, kwa urefu zaidi katika mazungumzo yangu ya siku ya leo. Jina langu ni Ramadhan Jande. Karibu sana eh, na tuwe pamoja. Tue uh, uh, Khadija, habari yako? Salama. Kwema. Mm, STK, kuna habari gani? Ah, tunamshukuru Mungu mm. Tunaandaa programu zetu mbalimbali na zote alakuli al alhamdulillah mm. We move, labda kwa mtu ambaye haifahamu STK uh, mm -hmm. mm -hmm. uh, STK ni nini ni, na inajishughulisha na nini? okay. STK coaching ni kampuni iliyoanzishwa mnamo mwaka 2024 mwaka jana, na mimi ndo founder wake na nimekuwa inspired kufanya STK coaching baada ya kushiriki mafunzo ya mgeni wangu anayekuja kwenye hii projekti inayopata ya Leadership and Business Growth Workshop. Yeye ndo alinispire mimi kuanzisha STK coaching na kunipa uwezo yeah. wa kuweza kufanya haya mafunzo um, uh, STK STK company uh, coaching company coaching uh, hmm. labda Uh, ilianza mwaka gani? Baada ya kupata hiyo sasa, ushaenda kwenye hizo project mbalimbali mbali. Uh, ukawa inspired, mwaka ambao uliamua sasa kuianzisha hii ilikuwa mwaka gani? Ni mwaka jana kama nilivyokuambia. Mwaka jana kwa maana 2024 yes, ndio STK coaching ilianzishwa na so far tumesha wa impact wa vijana watu wa sekondari na vioni mm. Takriban mia mbili kwenye hizi programu zetu za kutoa mafunzo mbalimbali, na specifically tumewatolea mafunzo ya leadership self leadership, uongozi binafsi. binafsi kwa sababu huwezi uh, ukawaongoza watu kama wewe mm. mwenyewe hujui kujiongoza, kwa hiyo tuliwapa modules mbalimbali za uongozi lakini pia uongozi binafsi umezungumzia vijana vijana hawa ni eh, na wa recruit kwa kwenye mashule? Vijana hawa uh, tulipata fursa ya mm kushirikiana -hmm. na taasisi ya Concern Foundation ambao wao wali waliandika barua shule za karibu pale posta ikiwemo shule ya Jamhuri na, yeah. uh, na shule ya Kisutu na shule ya Gerezani wakaja pale tukawafanyia mm -hmm. tukawafanyia training Ilikuwa ni training ya siku moja, lakini pia mara nyingine tofauti tulibahatika kutoa link kwa vijana wakaomba, tukafanyia training vijana wa vyuoni na vijana ambao wameshamaliza vyuo wako nyumbani. uh, uh, yes. Swali langu lilikuwa hapo, je, vipi kwa hawa vijana ambao hawapo katika uh, humo mlolongo wa mm -hmm. mashule lakini mm -hmm. labda mavyuoni mm -hmm. na wapataje hawa hawa tunawapata kwa sababu kuna platforms mbalimbali na platforms za Instagram ambao mara nyingi wapo huko. Kuna platforms za TikTok, lakini pia tunatumia sana WhatsApp. Tunatengeneza link ya kijana kujisajili, just kupata zile uh, biografi zao kwa ufupi, ili tujue kwamba tunawaandalia mafunzo ya aina gani na tutawa engage vipi. Kwa hiyo mara nyingi tunamshukuru Mungu, amekuwa akitikia wito, wanaomba kwa wengi wanakuja tukiwaita na tunafanya nao mafunzo, lakini pia tunawashukuru wale wadhamini wetu mbalimbali, ambao wanaamini kwamba vijana nao wanatakiwa wapewe nafasi kama hizi za kusapotiwa, na tumekuwa tukifanya nao, mambo yanaenda vizuri, tunamshukuru Mungu. Uh, tumzungumzie kidogo uh, Dr. Angela, who is Dr. Angela? Yani, kitu gani ambacho alifanya akakushawishi akaweka ukaja, mm -hmm. na wazo hili la kuwa na STK? Yes. Shukran sana. So Dr. Angela ni mkufunzi wa kimataifa, yes. Lakini pia ni dokta by profession, ana hold a PhD of sports science. So yeye ana experience ya kufanya kazi kwenye shirika kubwa kule kwao Ujerumani linalohusiana na kusimamia vilabu mbalimbali mbali vya michezo hii, yeah. shirika kwa huku kwa sisi tunaweza tukasema, yeah, ni kama wizara, lakini wao ni kama shirika ambalo linasimamia vilabu vya vijana vya michezo takriban vilabu elfu kumi ikiwemo kusimamia mashindano makubwa ya Bundesliga kwa upande wa kule kwao. Mimi yeah, sio mtaalamu sana wa soka, lakini hiyo ni nafikiri ni maarufu sana yeah, Bundesliga sasa yeye amebesi kwenye upande wa management, kwa hiyo miaka ishirini yote anafanya kazi nao hii taasisi ya michezo kule Ujerumani. Uh, ni kwa upande wa management, kazi yao kubwa ni kuwapa kuwa training mbalimbali za mindset coaching wale athletes au wana michezo wa michezo mbalimbali, it's not about football only, lakini michezo mbalimbali like volleyball basketball na nyingine nyingi. Naye pia Dr. Angela amepata fursa hii ya kushiriki kwenye wizara hiyo, kwa sababu naye mwenyewe alishawahi kuwakilisha mkoa wake kule Ujerumani katika mashindano makubwa ya volleyball ya kitaifa na aliwakilisha taifa lake, yani alikuwa tuseme ni champion kwenye hiyo hiyo aina ya mchezo volleyball. Kwa hiyo alianzia hapo, mwisho akaenda kusomea sport sport science in degree, sport science in Uh, as a PhD <coughs> na hapo ndo walipoingia sasa kwenye faculty hiyo kwa upande wa management, kusimamizi na kuwapa trainings pale pale athletes, lakini pia wale viongozi wenzake au wasimamizi. Lakini pia ilipofika mwaka elfu mbili na ishirini akaanzisha kampuni yake sasa binafsi ya kutoa mafunzo workshop trainings and consultancy. Lakini the same time Dr. Angela pia ni mfanyabiashara, amekuwa kujihusisha na kufanya uh, kufanya biashara mbalimbali mm. Lakini pia ni mjasiriamali na ndio maana ameanzisha hiyo kampuni yake okay. Mind you mm, wakati anafanya kazi na shirika la michezo pale Ujerumani alikuwa pia anafanya kazi ya sole proprietor wa kutoa mafunzo mbalimbali ya kibiashara na ukuaji binafsi, au unasema self development. Na. Um, natamani kujua ulimjuaje? Okay, so nilimjua kupitia, as I said, yeye amekuwa anapewa fursa kufanya mafunzo pale Zanzibar ndio yeah, yeah. Tunarudi kwenye ule msemo unaosema your your network is your network. Deo, deo. So mimi nilimjua kupitia kamishna wa michezo nimenta wangu pale Zanzibar. Kwa hiyo alifanya kama kunikaribisha kwenye haya mafunzo a kuna haya mafunzo ni international trainer anakuja kuwa train uh, viongozi wetu wa michezo, ningependa kushiriki. Nikawambea yes, ningependa inge, kushiriki. Nakumbuka nilikuwa niko chuo kipindi hiko, nikachukua hela yangu ya boom nikafanya nauli, huku chuo kinaendelea just nilitaka ile kitu nikipate, sababu amenambia ni nzuri, nitajifunza vitu yeah. Nikaenda Zanzibar na kwa bahati tu uh, ule mwaka hawakuwa na mkalimani. Sasa kila mwaka wanakuwa na mkalimani anawasaidia kuhakikisha kila mambo yanaenda sawa kwa mda wa mafunzo, lakini at that time hakukua na mkalimani, kwa hiyo kuyo wanatangaza pale on spot kwamba hamna mkalimani this year so what are we going to do mm. kwa hiyo doctor was disappointed and frustrated mm. how am oh. i going to deliver if hamna mkalimani mm. mm. so from there okay. mimi nikajikuta tu nimenyoosha mkono yes i can help okay. without even knowing am i going to deliver well or am i going to cover everything kama inapotakiwa yeah. na watu watakuwa satisfied yeah. Basi akafurahi kwamba jambo linaenda kutokea, kwa sababu la sivyo kusingekuwa na mafunzo tena mm. Namshukuru Mungu, nilifanya vizuri mpaka wiki inakamilika ya mafunzo <laughs> Dokta alifurahi oh. na huu ndio ulikuwa mwanzo wa mimi na yeye kunetwork. Akaniambia i want to get in touch with you mm. Kwa hiyo, ile jasho langu la kujitolea alikuenda burebure, na ndio maana kila nikipata fursa nawasii sana vijana mm. wajitolee sa, sa. so, Much powerful. You may not be paid, lakini inaenda kulipa. Inaenda kulipa kwa sababu watu wanaona unachokifanya. Unajenga network, yeah. Yes, unajenga network. Na vitu mbalimbali vinakuja ambavyo wewe hata huja vidhania. Imagine nisinge msaidia doctor kutafsiri, nisinge asingenijua na nisinge exchange numbers na tukaendelea kuwasiliana na nisinge labda anzisha STK pia. Kwa hiyo, it, it all started with volunteerism. Okay, kwa hiyo, nasisitiza sana vijana wawe na moyo wa kujitolea without even kujua, without expectation, without higher expectations. Kwa hiyo ndo ilitokea hapo, nikaendelea kuwasiliana naye na kila mwaka sasa, akija kwa ajili ya mafunzo, alikuwa anani consult. I want you to be there, I want you to help. From there hakukuwa na mkalimani ambaye analipwa, so I was there to cover freely, yeah. Nakumbuka nilikuwa natumia cost zangu, nakuja Zanzibar, nafanya translation, napata kumjua zaidi dokta, anakuwa satisfied. Kwa hiyo nikawa sasa sio mkalimani tu, badala yake nikawa kama assistant, workshop assistant. Kwa hiyo nikawa nahakikisha all logistics zinaenda vizuri, kila kitu kipo. Akimaliza we, when we do these workshops na yeye unatumia vitu mbalimbali kwa sababu workshop you, you mean, means you have to work yeah. Una a lot of activities we use flip charts. unakuwa na rims zinatumika za kutosha a lot of marker pens, a lot of sticky notes. Yeah. Kwa sababu we always have to write down what we we read yeah. What we learn kwa hiyo najikuta, akimaliza tu activity moja, mimi ndio nakusanya vile vitu, naweka pembeni as if mimi so sio mwanafunzi, ni kama niko pale kama msaidizi. Sasa kwa hiyo hii pia alikuwa anapenda sana okay. Mwisho wa siku nikamwambia, mimi I I I really I really want to be Dr. Angela of Tanzania. Okay. I see these workshops very useful, zinatujenga zinatubadilisha yeah. na mwingine unaweza kujifunza, unaweza kujifunza business ambayo hii business pengine ungefanya business administration certificate labda au degree, yote ile miaka mitatu ikawa covered in one week na ukaelewa vizuri zaidi, na ukajikuta unaondoka pale with a plan. Sasa so tuzungumzie leadership and business growth mm-hmm. Uh, hii ni nini okay, so leadership and business growth mm-hmm. hii ilitokea pia. Dr. Angela aliniambia okay, fine, umeshaanzisha company na bado mpaka sasa hivi unatoa trainings for free, so what next? Okay, akanambia I want you to give experience, I want to give you experience ya siku mbili tu kwa kuanzia, kwa sababu akinifundisha kitu mara nyingi, kwanza ananisikiliza opinion yangu, na hiyo ni one of the leadership styles alikofundisha kwamba unatoka kwa leadership. Leadership styles, leaders can solve problem, they can give information, they can confront kuconfront ni style ambayo wanatumia baadhi ya viongozi kuomba opinions <tipo> kwenye hii kitu hiyo naona alikubali moja kwa moja. So, so, okay you you know you know know that the need of your society like you are in that setting mona, lakini kwenye upande wa um, kwenye upande wa why leadership and business growth pia aliniuliza nikamwambia yes kwa sababu nimeona wafanyabiashara wengi wana struggle kupata wafanyakazi labda sahihi. Mda mwingine inakuta tatizo labda sio wale wafanyakazi sahihi, tatizo inawezekana ni la yule mwenyewe msimamizi, labda ni mtu fulani ambaye ana mood swings sana, au ni mtu fulani ambaye anapenda labda one man show, kufanya kila kitu ye mwenyewe anashindwa kuwapa fursa wale wafanyakazi wake, labda kufanya maamuzi wao kama wao, au mda mwingine inakuwa ni mtu tu Yani anashindwa kuzuia hisia zake, wanasema emotional intelligence inapotea. Kwa hiyo nikaona ni yes, ni vitu ambavyo tunahitaji sana na, na a lot of trainings hazipo za kufanya hivyo. Wanasema sometimes tatizo linaweza likawa ni wewe mwenyewe kuliko yale mazingira yanayokuzunguka, so hiyo ndo imeinspaya mimi kuleta ni ni, ni, ni tukio ama ni workshop workshop ya yes, siku mbili itakayojumuisha wafanyabiashara, wajasiriamali ambao tayari wana startups zao kama mimi, lakini via viongozi ambao wako kwenye taasisi fulani alafu wanaongoza watu. We need them to grab these skills ambazo zitafanya mambo viende smoothly rather than using force au kutumia maneno labda machafu kwa kuhakikisha mambo yanaenda, we want them to use Uh, sasa hmm, na itafanyika lini hii? Itafanyika tarehe 29, na tarehe 30 mwezi huu, mwezi huu wa tano. Wapi? Yes. Um, itakuwa pale Red Cross building ni jengo ambalo liko hmm, opposite na city mall. Hmm. Opposite na city na na mtu ambaye labda anataka kuingia katika hii hii workshop oh, hmm, workshop au atakushiriki katika hii workshop ya siku mbili nini afanye? Anaweza kutembelea Platforms zetu za kijamii kama Instagram anda STK Coaching au uh, Facebook anda STK Coaching. Wow. we also have TikTok Yeah. Okay, kule ataona link on our bio, anaweza ka apply if yeah, still there are chances yeah. I can't say lakini, wow, if kuna chances zipo bado, tutampa nafasi hiyo na naye atashiriki, ata network, kwa sababu target yetu ni kama nilivyosema, ni business owners and entrepreneurs so, so, na leaders from different institutions. Kwa hiyo hatutegemee kwa watu ambao hawapo kwenye hiyo target. Kwa hiyo, kwa hiyo anaweza aka network na watu pia. Kuna wadau wetu wale ambao wametudhamini, wata network nao, watawapa offers pale. There will be a lot of B2B. Yes. Labda kwa mtu ambaye anataka kudhamini, utaratibu gani ambao, utaratibu gani kwa mtu ambaye anataka kudhamini, pia tunawakaribisha, tunawakaribisha, mlango wazi kabisa, anaweza kutupigia kupitia namba zetu ambazo tunashare Share, uh, yeah. Uh, by the know way, uh, mtazamaji um, uh, mm -hmm. testing kama ambavyo nilikujuza mwanzo ni miongoni mwa wa yes. wali wadhamini walioadhamini uh, workshop hii ambayo itafanyika siku ya ishirini na tisa hadi thelathini uh, mwezi huu na hapa tulipo tupo katika moja mm -hmm. ya sehemu ambayo STK inafanya shughuli zake kwa maana ya Coco Beach mm -hmm. Uh, ndipo ambapo tunafanya mazungumzo haya, na uh, labda kuna lolote ambalo natakujezia. Yes, mimi naomba nihitimishe hivi. Uh, wadau wasiwe na tabia ya kuwahoji sana vijana wakija na projects zao De, au kutowa amini. Kuna wadau wengine unakuta una wanaweza wakamfuata anakuwa haamini sana vijana, labda anataka mtu kama awe adult, mtu mzima, au awe kwenye industry muda mrefu. Impact is an impact, impact is an impact, na we, we don't know what will happen next for this project maybe. Kwa hiyo uh, tusiwadharau, tusiwadharau vijana, tusidharau project za vijana, vijana wakikugongea mlango basi hata support, support zinaweza zikawa financially, zinaweza zikawa material based kwa hiyo tuo tuna support vijana pia kama sisi ambao tuna startup tunaanza e, ili kututia moyo zaidi, na kwa sababu sisi tuna haki ya kufanya projects mbalimbali katika mustakabali wa kujenga nchi yetu. Naam, nilikuwa uh, na mazungumzo mazuri sana na Khadija Ali Ahmed uh, founder wa STK Coaching uh, mazungumzo mazuri sana uh, tumezungumzia kuhusiana na leadership and business growth, lakini pia tumuzungumzia Dr. Angelo. Uh, kikubwa ni kusihi uh, kwa wewe ambaye fanya biashara uh, mtu ambaye unatazama fursa yoyote ile uh, ni kushauri, lakini pia uh, ni kuombe uweze kuhudhuria uh, workshop hii ambayo itafanyika siku, uh, siku ya tarehe ishirini na tisa mpaka siku uh, ya tarehe 30 Mei, pale mkabala na uh, City Mall. Uh, kwa yote ambaye unaweza ama utahitaji kuweza uh, kuhudhuria ama kudhamini uh, event hii basi uh, utaratibu tayari ametoa Khadija uh, na mimi sina la ziada. Mimi ni Ramadhan Jande, nilikuwa hapa test me testm haa uh, lalfala